Rais wa Marekani Donald Trump ameweka marufuku ya usafiri dhidi ya raia wa Tanzania katika vikwazo vya hivi karibuni vya usafiri. Ikulu ya White House imesema vikwazo hivyo vinavyokusudia kulinda usalama wa Marekani vitaanza kutekelezwa mnamo Januari mosi mwaka 2026. Katika amri ya rais Trump iliyotiwa saini Jumanne tarehe 16 Disemba mwaka huu 2025, utawala wa Donald Trump uliijumuisha Tanzania katika orodha ya nchi zinazokabiliwa na vikwazo vya muda mrefu kuingia Marekani, akitaja uzembe wa ukaguzi, uhakiki na upashanaji habari wa mamlaka ya Tanzania kuhusu raia wao. Nchi nyingine za Afrika zinazokabiliwa na vikwazo hivyo ni Burkina Faso, Mali, Niger, Sudani Kusini, Siria, pamoja na watu walio na pasipoti ya mamlaka ya Palestine Laos na Sierra Leone ambazo hapo awali ziliwekewa vikwazo vya muda sasa zimejumuishwa kwenye orodha ya nchi 15 zilizopigwa marufuku ikiwa ni pamoja na Nigeria, Tanzania na Zimbabwe. Mwanzoni mwa mwezi Oktoba, serikali ya Tanzania ilithibitisha kuwa imeanza mashauriano rasmi na serikali ya Marekani kuhusu masuala ya uhamiaji ambayo ilihofia inaweza kuathiri uwezo wa raia wake kuingia nchini humo. Tayari serikali ya Tanzania kupitia wizara ya mambo ya nje imeanza kufanya mashauriano na wenzetu wa upande wa Marekani kujua maeneo ambayo yanatakiwa kufanyiwa maboresho hususan yanayohusu na masuala ya kikonselu, ili kuharakisha Tanzania isiwe moja ya nchi ambazo raia wake watazuiwa kuingia Marekani, alisema msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania Gerson Msigwa. Mashauriano hayo ya masuala ya kibalozi, pamoja na mambo mengine, yanagusa utoaji wa nyaraka halali za utambulisho na kushirikiana katika masuala ya uhamiaji. Utawala wa Rais Donald Trump umesema kuwa umechukua hatua hiyo kutokana na kile ilichokitaja kuwa viwango vya juu vya visa vya watu ambao wanasalia nchini Marekani muda mrefu baada ya muda wao kuisha. Kwa jambo la msingi Marekani inaitaka Tanzania na nchi zingine zilizotajwa kurekebisha masuala haya, vinginevyo raia wake watapigwa marufuku kuingia nchini humo. Sababu nyingine zilizotajwa na Marekani ni pamoja na nchi zilizoathiriwa kutoa uraia kwa wawekezaji bila masharti ya kuishi nchini humo, pamoja na madai ya matukio ya chuki dhidi wa ya Wayahudi na Marekani yanayofanywa na raia wa mataifa hayo wakiwa nchini Marekani hatua hii ya hivi punde ikianza kutekelezwa itawaathiri raia wa nchi husika kuanzia wafanyabiashara, wanafunzi na wengine wanaokwenda kwa shughuli mbalimbali. Tangazo hilo lilifuatia baada ya kukamatwa kwa raia wa Afghanistan anayeshukiwa kuwapiga risasi askari wawili wa ulinzi wa kitaifa mwishoni mwa wiki na kuifanya ikulu ya White House ielekeze katika kuangazia wasiwasi wake wa usalama. Hii ni mara ya tatu kwa Trump weka marufuku ya usafiri. Wakati wa muhula wake wa kwanza alianzisha agizo kama hilo mnamo mwaka elfu mbili na kumi na saba ambalo lilizua maandamano na changamoto za kisheria ndani na nje ya nchi. Sera hiyo baadaye ilizingatiwa na Mahakama ya Juu ya Marekani. Ikulu ya White House ilisema vikwazo vitaendelea kudumishwa hadi nchi zilizoathirika zifanye maboresho ya kuaminika katika usimamizi wa vitambulisho upashanaji habari na ushirikiano na mamlaka ya uhamiaji ya nchini Marekani. Vigezo kadhaa vinatumika na, na marufuku hiyo haiathiri wakazi halali wa kudumu wengi walio na visa, wanadiplomasia au wanariadha wanaosafiri kwa hafla kuu za michezo. Maofisa walisema msamaha wa kesi kwa kesi pia utapatikana ambapo kusafiri kunachukuliwa kuwa kwa maslahi ya kitaifa. Katika muhula wake wa kwanza wa urais, rais Donald Trump aliweka marufuku ya safari dhidi ya mataifa yaliyo na idadi kubwa ya waumini wa dini ya Kiislamu, hatua ambayo ilizua mjadala mkali na hata kupingwa mahakamani kabla ya mahakama ya juu kuiruhusu katika toleo lake la tatu la mnamo mwaka wa elfu mbili na kumi na nane